Kitendo cha wajumbe wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kususia hotuba ya Netanyahu unadhani kinaashiria nini kwa taifa la Israel? Ke, kwenye kanuni ya kidiplomasia kuna moja ya njia ya kutokuunga mkono, njia ya kuto kuunga mkono jambo kidiplomasia ni kuchukua hatua ya kususia au kuondoka eh, kwenye kikao. Kwa hiyo hii ni kanuni ya kawaida, imekuwa ikitumiwa kama desturi kwa muda mrefu kidiplomasia, na yenyewe hasa mantiki yake ni kuonyesha kwamba eh, hawaungi mkono sera msimamo, itikadi na kile ambacho kinafanywa na nchi husika. Kwa hiyo kile kilichofanywa na wajumbe katika mkutano mkuu wa baraza mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, United Nations General Assembly, ni hali ya kuonyesha kwamba hawaungi mkono eh, msimamo wa Benjamin Netanyahu, lakini pia hawaungi mkono ile kinachofanywa na nchi ya Israel katika eneo la Gaza. Kwa hiyo, kwa kuonesha msimamo huo ndio maana wajumbe wote ambao wanalaani hilo wameondoka, na hii sio mara ya kwanza. Yamewahi kufanywa hivyo wakati alipohutubia Fidel Castro, imewahi kufanya hivyo alipohutubia Ahmed Nijad, rais wa Iran, imewahi kufanywa hivyo alipohutubia aliyekuwa rais wa zamani wa China. Kwa hiyo, hili ni suala ambalo mara nyingi linafanywa na hasa linaonesha kuto kuunga mkono. Kwa hiyo ni kususia, e, kuto kususia kusikiliza e, kiongozi anayehutubia. Lakini bwana bado, e, suluhu haiwezi kupatikana hata kama wakisema wanaondoka, ndo kusema kwamba kumfanya Netanyahu asitishe mashambulio yake. Tunajua e, kidiplomasia, kuna, kuna njia za utafutaji wa amani na usuluhishi njia za kidemokrasia. Kwanza, moja ya kanuni kubwa katika sayansi ya kidiplomasia ni kuamini katika utafutaji wa suluhisho kwa njia ya amani na mchakato wa amani, yani ile tunasema ni peace process. Kwa hiyo e swala kuonesha ku, kwamba hauungi mkono na unasusia yake ni hatua mojawapo ya kuonyesha kwamba eh, idadi kubwa ya watu idadi kubwa ya jumbe, idadi kubwa ya nchi wanachukiza na kile wanachokifanya. Sasa kupotezwa au, au kupoteza uungwaji mkono mkubwa maana yake ni kwamba ni kupoteza eh, sura ya mahusiano ya kimataifa duniani. Kwa hiyo ni hatua tu ya kawaida, sio kwamba inatoa majawabu ya moja, ya moja kwa moja, haiwezi kutoa majawabu moja kwa moja, lakini inaonyesha wazi kwamba kile kinachofanywa e, hakiungwi mkono na katika sayansi ya mahusiano ile the science of the international relation, ni kwamba e, ili uweze kupata uungwaji mkono mkubwa katika dunia sasa lazima uwe na uungwaji mkono wa nchi au nchi ziunge mkono sera zako, e, za kimataifa sera zako za za za kisiasa sera zako za kiuchumi, na kama hauungwi mkono, maana yake kwamba una vitu vingi utapoteza. Na tumeona hatu wazi kwamba e, kwanza suala la nchi nyingi kuitambua nchi ya Palestina kwanza kumeshusha hisa thamani, hisa ya soko la eh, soko la hisa la la Tel Aviv lakini pia kumepunguza pia eh, makampuni mengi yalipo Tel Aviv ambayo mengi pia yako Marekani ambao wana, wana kampuni zao tanzu kule Tel Aviv yeah. Pia yamepoteza fedha nyingi sana kwa sababu eh, kumekuwepo na unaitwa eh, eh, ni na mtikisiko eh, wa kisera katika uchumi ambazo zinapelekea kwamba hali ya kiuchumi haii sawa, kwa hiyo lakini pia watu kuto kuunga mkono pia unapoteza ushawishi wa serikali yako kimataifa. Kwa hiyo tutegemee kwamba serikali inayoundwa na Benjamin Netanyahu ya Likud itapoteza pia ushawishi kimataifa, kwa sababu pia inaonekana kwamba ni serikali ya kibiketa, serikali ya kinyama, serikali ambayo haijali watu, serikali ambayo inatekeleza mauaji ya kimbali. Bwana, licha ya hayo ambayo umeyazungumza, tukiangalia hiki ambacho amekizungumza katika hotuba yake Netanyahu ni kushutumu mataifa ya magharibi kwa kuonesha dhamira yao kulita wa taifa la Palestina. Na inavyofahamika ni kwamba Israeli mshirika wake mkubwa ni Marekani, lakini ni juzi tu Rais wa Marekani Donald Trump amesema hata mkubalie Netanyahu kuchukua ukingo wa Magharibi, licha ya kwamba amekuwa mshirika wake kwa muda mrefu. Unauona wapi uhusiano wa Marekani na Israel katika eh, hiki ambacho kinaendelea hasa wakati huu ambao bado mkutano huu wa Umoja wa Mataifa unaendelea? Uhusiano wa Marekani na Israel ni mkubwa sana, ni tofauti na ambavyo unaelezwa kwenye vyombo vya habari au una, unavyoelezwa kwenye mbele ya kamera. Ukiuhalisia eh, ni kwamba eh, eh, kuna, kuna, kuna kuna kuna utani fulani hivi unafanya Marekani kwamba Israeli ni jimbo la hamsini na moja la Marekani eh, au Israeli ni eneo la Marekani lililo nje ya Marekani, kwa maana ya kwamba eh, hakuna Israeli bila Marekani na hakuna Marekani bila Israeli. Marekani Marekani na kwa maana ya kwamba Marekani eh, ani inaichukulia Israel kama eneo muhimu kimkakati, wataalamu wanaita ni strategic asset. strategic asset asset ni eneo ambalo linalinda maslahi ya Marekani, yaani eh, eh, eh, eneo la mashariki ya kati ni eneo linalo, linalohodhi asilimia arobaini na moja ya nishati ya mafuta duniani eneo la mashariki ya kati Mbalo, ni eneo ambalo ni ukisoma taarifa iliyotolewa na kile kitabu cha, cha, cha Kissinger kwamba mmoja ya maeneo hatarishi zaidi katika e, poliko, ile ile jiografia ya kisiasa geopolitics ya Marekani ni mashariki ya kati, kwa sababu ndio maeneo ambayo e, yanaweza yana kutengeneza ushindani mkubwa wa uadui wa, dui, wa ku, kuja kuja ku, kuleta ukakasi kwenye siasa za za za hegemon za Marekani duniani. Kwa hiyo, Marekani, uwepo wa Israel kwake una faida kubwa ndio maana unaona asilimia sabini na moja ya intelijensia ya shirika la kiintelijensia linalofanya shughuli za utafiti na utoaji wa intelijensia kwa satellite inaitwa Unit 8200 linafadhiliwa na Marekani kwa asilimia sabini, lakini shirika hmm la ndani la kijasusi la Israel Shinbet linafadhiliwa na Marekani. Shirika la kimataifa la intelijensia la Israel Mossad linafadhiliwa na Marekani. Shirika la kijeshi na la intelligence, mafunzo yake yote yanaendeshwa na majenerali wa Marekani. Shirika la kijeshi la amani ambayo ni shirika la kijasusi la Israel. Kwa hiyo hakuna, hakuna Marekani bila Israel, na kwa hiyo Marekani kutangaza kwamba hawezi, hawezi kukubaliana na Israel kuchukua eneo la ukingo wa magharibi, nadhani ni, ni siasa tu cha ndogo, na wala sio moja ya kutatua matatizo kwa sababu mambo ya, ya ya, ya, mgogoro wa Israel na na na na na na, na, na wa Palestina amekuwa ya miaka mingi na kama tunakumbuka mwaka 1995 kwa ufupi sana uh, uh, mkataba wa mkataba ya nasema malizia kwa ufupi sana mwaka um, um, mwaka mwaka mwaka tano ulisainiwa mkataba wa Oslo 2 mkataba ambao ulikuwa unakwenda kumaliza mgogoro lakini, aliyekuwa waziri mkuu wakati huo eh, eh, eh, Isaac Rabin aliuawa na taarifa za WikiLeaks zilizovuja sh kwamba kifo cha Isaac Rabin kisababishwa na Marekani pamoja na Mossad. Sasa unataka kazuiza wazi kama Marekani ndio ilikuwa ikifadhili mazungumzo ya kupatikana amani ili uwepo amani baina ya, ya ya Marekani ya Israeli yalaeio o ikamuua kiongozi liu nasimamia wazi kwamba kwa kuna kitu kikubwa zaidi kilicho kwa hiyo e, hakuna utofauti wa Marekani na naal <tune>